Okay sawa. Tume tumezungumza kwenye eneo ya biashara. Tumeona na namna gani ambavyo keki ilivyo kubwa kila mtu anaitaka. Mm -hmm. Kiimani hasa hii ndio imekuwa watu wengi wakiamini sana duniani huko. Hata mimi ukiniambia Middle East vita vyake chezo ni nini? Mm -hmm. Ukiacha biashara ya mafuta lakini pia eneo mm -hmm. ya imani pia imekuwa ikitumika sana. Mm -hmm. Simama kwenye hili uh, kwenye imani hasa. Kukoje mm -hmm. hasa kwenye? Sasa hapa nafikiria mm -hmm. kwa sababu nishaongelea several times mm -hmm. kiimani na Mm. nikaongelea hivi vyote nimeweka kwenye peji yangu ya Dj Smart 55 yeah. kuna makala na shauri watu waende wakaangalie, mm. uh, huu mgogoro wa Israel na Palestina kwa darubini ya Illuminati mm. nikachambua barua ya 33 degrees Freemason ambayo ni wa ngazi ya juu ambayo ni Albert Pike ameelezea hivi vita vita vikuu vya kwanza vya dunia sababu na vitakavyopiganwa na vikatokea hivyo. Akaelezea vita vikuu vya pili vya dunia sababu na njia itakavyopigana na ikatokea hivyo, na ameelezea vita vikuu vya dunia vya tatu, na akaelewesha kwamba inatakiwa eh, political zionist wapigane na the muslim world, ndio itakuwa vita vikuu vya, vya tatu vya dunia, na vitu kama hivyo, na nimeongelea kwamba Uh, upande wa zionism na zionism sio sehemu ya kidini bali ni ya kisiasa mm, ila huku kuna jewish eschatology, mm. kuna ujio wa wa masihi mm, na ujio wa masihi mm, wa wayahudi mm, hawaamini hawamwamini Yesu yeah, eh, yeah. Wanaamini kwamba ni mwongo yeah. Wanaamini sasa hivi ukiingia kwenye gateng kwenye uh, Talmud mm, imeandikwa hamsini na saba mm, kwamba sasa hivi Yesu mm, au Nabii Isa yuko motoni anaungua katika chungu ambacho kimejaa kinyesi. Hawamwamini kabisa mm, na wanaamini ni mwongo, umeona mm, na vitu kama hivyo mm. ila pia ni kitu ambacho wameweza kufanya propaganda kubwa sana uh. Na hii ilianza mwaka uh, uh, uh, elfu moja mia tisa na tisa kupitia the Scofield Bible ambayo ilikuwa funded na Rockefeller Saa sasa hmm. hapa leo nataka niingie lea ambayo hatujawahi kuingia, sio, hatuja breaking. Hii ni exclusive. Hii ni lea ambayo yeah. Watu ambao wamepata nafasi ya kuchimba zaidi hmm. ndo wataelewa hmm. mara nyingi wanaishia lea ya kati yeah. hmm. Zionism hmm. iliyotengenezwa hmm. ni kuna na Christians sawa, kwa sababu wengi huwa tunaishiaga kwenye Jews na na figisu zao na mipango yao na kila kitu mm, lakini kwenye Biblia mm, ili uh, Masihi ya arudi ambayo ni Isa bin Maryam, lazima vita vikuu vipiganwe, mm, na vita vikuu ili vipiganwe lazima ikalo la tatu lijengwe, umeona, mm na ili kujenga hiyo inabidi Wayahudi kwanza kwenye vita vikuu vya tatu ambavyo ni mataifa ya pigano ambayo Wayahudi watapigana dhidi ya mataifa yote na watakaribia kupigwa, alafu ndo kutakuja intervention. Mungu ataingilia kati na atakuja Isa bin Mariam. Kwa hiyo Wayahudi wanaamini wao wanachezesha hao, ambao ndo wafuatiliaji wa Talmud. Unaona, achana na wale wa Torah. Unajua, pia kuna factions katika Uyahudi. Wanaamini kwamba wao ndo wanacheza, kumbe nyuma yao kuna secret societies ambazo ndio zinachezesha huu mchezo. Na ndio maana mtu hatajiulize, kwa nini Israeli anapewa sana hela, anawezeshwa, iwe ni kijeshi, iwe ni kifedha, iwe ni kitaifa, wamewezeshwa nini? Kwamba Wakristo ambao wako kwenye level ambazo ni za juu, acha hii ambayo tunafundishwa kila siku makanisani na kwenye Biblia, kuna secret societies, kuna Jesuits kuna iluminati uh -huh, kuna kinamoman uh -huh, kuna um, uh, wanahitaja wale crates, uh -huh, na wengineo uh -huh, ambao ndo wako behind, sindo maana unakuta watu kuna watu kama kina Rockefeller na Rothschild, wao ndo wameiunda kabisa taifa la Israeli. Wao ndo wameifund na hata barua ambayo Arthur Balfour ambayo maarufu kama the Balfour declaration iliandikwa dia Rothschilds. Kwa hiyo Rothschilds ndio walioiunda ile taifa. Na wao wako uh, Marekani na wao ndio wana run vitu vingi, wako behind the scene kule. Umeona? So kuna lea ya nyuma ambayo ipo ambayo ni zile secret societies zinatakiwa ziiwezeshe. Na ndio maana kwenye barua ya Albert Pike akasema inatakiwa political Zionist wapigane na the Muslim Arab world wapigane wamalizane wenyewe kwa wenyewe, alafu hapo ndo itakuja ufunuo Tuta, kwanza tutafungulia fascism na atheism hmm, kwamba atheism ni watu wasioamini Mungu hivi hmm. Umegundua pakati kumeibuka watu wengi sana bana, sisi hatuamini hizi dini dini tumeletewa, hatuamini hivi vitabu. Kuna baadhi ya watu nimewasikia kabisa, wanasema kwamba hivi vitabu vitakatifu vimeandikwa na shetani. Umeona? eh hmm. Na mimi sina shida As long as mtu atakuja na hoja ah, yenye mashiko unataki, mm -hmm. Lakini kumekuwa kuna mwamko mkubwa sana watu wanakwambia, mimi naamini Mungu, lakini siamini dini hiyo, yeah. Yote ni master plan ambayo ipo, kama unakumbuka miaka kadhaa ya nyuma iliyopita, kulikuwa dini zilikuwa zina nguvu yeah. Yaani e, mila dini, yeah. dini, yeah. za kidini taratibu za kidini nikiongelea za nchini kwetu uh, zaidi ni Uislamu na Wakristo yeah. zilikuwa na hata maadili yalikuwa ni mazuri hata tu ile mtu kwenda tu kanisani kwenda msikitini, mm. Ule mwamko unashuka, una umeshuka kwa kiasi kikubwa sana, umeona. Kwa hiyo kutakuwa kuna atheism ambao ni watu ambao hawaamini Mungu alafu kutakuja fascism ambayo itarudi, umeona, then ndo utakuja sasa, wao sasa ndo wanamsubiriza sasa, ambaye ndo king of the kings, mwenye jicho moja ambaye ndo Lucifer, umeona au sisi kwetu ni masihi Dajjal ambaye ndo anakuja sasa kutawala the rest. Kwa hiyo kuna layer ambayo iko nyuma, kuna watu ambao wanataka vita vikuu vya dunia vya tatu vipiganwe ili kutimiza maandiko ambayo yako kwenye Biblia ambayo lazima hapa uh, hapa moja, nikwambie kitu kimoja cha muhimu sana ambacho watu hawaelewi. Kama umegundua, kuna ili neno ambalo actually liliundwa antisemitism liliundwa na Zionist ili kuhalalisha kutengeneza taifa la Waisraeli mm -hmm. na kuipa nguvu mm -hmm. Kwa sasa hivi mtu yote antisemitic ni mtu yote ambaye anaipinga Israeli mm -hmm. Umeona mm -hmm. Lakini hata maana yake ni kinyume. Semites, kuna kuna makabila kadhaa ambayo ni Semites mm -hmm. kuna Hebrews mm -hmm. sawa kuna Aram watu ambao wanaongea Aramaic wale, kuna Jews, kuna Arabs na hata Afrika tuna Semites wako. Kwa hiyo ukisema antisemites ina maana hawa wote, lakini wameifanya exclusive. Antisemite ni mtu ambaye yuko dhidi ya taifa la Israeli, lakini Semites kuna watu wengi ambao wanaingia, na kuna Semite languages moja wapo ni uh, Kiarabu moja wapo ni Aramaic, sawa. Kuna mataifa tuna wa, kuna kuna kuna Wayahudi asilia juzi wenyewe wako. Kuna mshikaji mmoja alitoa makala mazuri sana uh, anaitwa East African uh, Jews or something. Mshikaji fulani hivi yuko vizuri, alitoa historia nzuri sana yeye. Ameweza mimi sijaweza kuthibitisha mpaka nitakapotulia nitathibitisha, lakini ameweza kuthibitisha kwamba mpaka Bongo kwamba Walawi, kuna Wasukuma, kuna wa, uh, Wachaga, Wamasai na wengine wengine. Hawa ni moja ya mataifa ya, ya Kiyahudi, yale mataifa kumi na mbili yapo humo ndani. Sijapa kutokana na kwamba niko busy na natamani isome lakini sijaisoma, kwa hiyo siweze nikathibitisha wala nikakataa, lakini alifanya hii kazi. So nachotaka kusema kwamba wapo wana Waisraeli ambao ni Waafrika, yes. Ethiopia na mataifa mengine na e, yes ambao ni wana yani ni wana Waisraeli wa, wa, wa, asilia katika, katika ile bloodline. Hawa waliojezana huku mm. Kina Kawaski na Miloski hawa mm. si wale ni wazungu wa kutoka Europe, mm. Eh au ni watu ambao wali mm. na kuja kuingia katika dini lakini si, unajua kuna miahudi na kuna Bani Israeli, hmm. Uh, wa wa Israeli hmm. Sawa hmm. Uh, Bani Israeli ni katika ule uk ukoo wa wale watoto kumi na mbili hmm. wa Yakub au Jacob hmm. Wale ndo nani. Kwa hiyo kila uh, kila, kila Bani Israeli anaweza kawa juu hmm. lakini sio kila juu anaweza kawa Bani Israeli. Uzao wa Israeli kwa sababu hawa hawana damu ile, okay. wao wameingia katika dini wamesijisilimisha kuingia katika dini ya Kiyahudi okay. lakini sio wenye damu ile okay. wenye damu ile ni watoto katika makabila kumi na mbili, lakini hawa wametoka Ulaya okay. na Middle East hakuna watu weupe okay. kama tunawaona Waisraeli okay. wow. watu wa Middle East ni kuna ambao ni weusi kabisa kama Waafrika okay. na kuna ambao ni brown msinga singa ee, yes, yes. Yes. Hmm. Singa, singa, lakini mweusi kabisa. Yes. Actually kuna Wayahudi wa Kiafrika wanaitwa Beta Jews hmm. Umeona ambao wengi wako, wako Ethiopia, hmm. Ila India pia kuna Jews. kuna makala ambayo nimeyafanya nimechimba very deep na yako very extensive Uh, yako SNS premium, nikielezea sasa haya makabila kumi, okay. Na mbili wanapatika na wanapatikana wapi, ambao wametoweka ambao bado wapo, alafu nikaelezea tofauti ya Zionist mm -hmm. Israelites, um, Jews mm -hmm. na Jewish people, tufunge hili kwa kumalizia mm -hmm. uh, maswali mengi ambayo pengine hata kwa nini wamekuwa hawaelewi mm -hmm. Saudi Arabia ni miongoni mwa mataifa ambayo katika dini ya Kiislamu mm -hmm. Uh, nguzo kuu nyingi zipo kule Maka na vitu vingine kama hizo mm -hmm. sina elimu ya, ya ndani zaidi, lakini kwa nini wanakubali ku, ku, na wao kuwa sehemu ya hili anguko, kwa maana kupitia katika mlango mwingine ambao sio sawa. Kuna makala nimeyatengeneza yako kwenye YouTube channel ya DJ Smart 255 nikasema, Masihi Dajjal ndani ya Saudia mm -hmm. na Saudia. Sawa? Baadhi ya watu walinishambulia sana, lakini nikatoa mtiririko na nikaweka ushahidi wa alama ambazo zipo ambao ni jicho moja na the all seeing eye na towers na miundo na utaratibu ambao uko pale uh, ili watu waelewe Middle East imetengenezwa na Mwingereza na Mfaransa hakukwaga kuna Iraq iya sasa hivi hakuaga kuna Irani sasa hivi, hakukwaga kuna Saudi Arabia, hakuaga kuna Kuwait, Qatar, um, um, Jordan, sijui nini, zote zilikuwa ziko chini ya Ottoman Empire kama, kama taifa moja. Yes, kitu kama hicho, kama hicho. Naweza nikaifanaisha zaidi na Afrika. Afrika ni moja, lakini kuna nilots. Kuna uh, rivale nilots mm. kuna kushaites kuna bantus mm. umeona ambao wamesambaa sambaa mpaka mm. alivyokuja mkoloni ndo akatugawagawa yeah, yeah. so kwenye uharabuni kulikuwa kuna maeneo kama Maka na Madina mm. kulikuwa kuna Hijaz kulikuwa kuna um, uh, Basra kulikuwa kuna Mosul kulikuwa kuna um, Uh, Baghdad Baghdad ilikuwa ndo the cradle of knowledge. Hakuna sehemu ilikuwa na elimu kubwa zaidi duniani katika historia kama uh, baza, kama nani, kama Baghdad okay. Na kulikuwa kuna two golden ages za Jews, nyakati mbili ambazo Jews ndo walifanikiwa kwa kiasi kikubwa zaidi ilikuwa kwenye Andalus ambayo ilikuwa chini ya utawala wa Islam na nimeongelea watu kama kina Maimonides na wengine walikuwa Wayahudi ambao walikuwa wako chini, Jews walikuwa wako chini ya utawala wa Kiislamu na waliishi vizuri sana, wakapewa nyadhifa kubwa sana, na wakapendwa sana, na wakaweza kuinyanyua dini yao, hawakukatazwa kufanya ibada zao. Byzantine na Crusaders waliua sana Wayahudi na wakawafukuza Jerusalem mara ya kwanza, wakati ime, Jerusalem ime, ime, ime kombolewa na Waislamu ilikuwa chini ya Omar bin Khattab radiyallahu anhu. Alivyoingia akaamrisha Jews warudishwe. Mara ya pili ilikuwa ni Salahuddin Al-Ayyubi. Baada ya kuikomboa akaamrisha Wayahudi pia warudi. Kwa hiyo, Zionism ndio imeleta huu mvurugano wote. Sasa baada ya kuanguka kwa Ottoman Empire, na nikwambie tu ilianguka vipi? Ah, uh, Waingereza walienda wakaanza kusambaza fitna. Wa wa wa, wa Waarabu wakamfuata Sharifu wa Maka, Sharifu Hussein, wewe uko kwenye mji mtakatifu wa Maka na Madina, usikubali kutawaliwa na wale ambao sio, kwanza sio ukoo wako ni, ina, ni kwa sababu yule inaaminika ni katika ukoo wa Mtume SAW, Masharif, lakini sio Waarabu asilia kwa sababu Waturuki sio Arabu. Kwa hiyo, jitenge, wasi. Wasi, kwa hiyo fanya uasi, kujifanya uasi uaikujifanya asi, takupa utakua mfalme wa eneo lako wakazunguka katika maeneo mengi mengi ya waarabu na kuwaahidi kwamba wakiasi dhidi ya Ottoman Empire watawapa maeneo yao, bila kujua kumbe walikuwa wamewadanganya. Ufaransa na Uingereza kulikuwa kuna makubaliano ambayo yanaitwa Sykes-Picot Agreement, ambayo ndo walikaa wakagawa. Sasa hapa ndo tunakuja kwenye kukujibu swali lako kwamba katika kugawa wakamchukua eh, Saudia, wakaenda kuichukua familia Saudi ile asili Waka, wakaitoa wakamzidi uh, sh Sharif Hussein alafu wakaiweka pale, wakaunda taifa la Saudia wakaliwezesha ndo likafika alipofika. Same thing katika hizi nchi zingine uh, Iraq, Iran wakaeka, wakaeka, wakaeka viongozi wao wanawataka wao na, yes, na kuna picha nimeweka kabisa viongozi wa asisi wa hizi maeneo wakiwepo pamoja na maviongozi wa British wa a uh, majensi wa British, ikiwepo maarufu zaidi Lawrence of Arabia. Kuna movie yao, na washauri watu wakitakwenda kuangalia, wakaangalia. So kulikuwa kuna cycle. Kwa hiyo haya mataifa yameundwa na Uingereza na Ufaransa na yamewekwa mpaka leo na Uingereza na Ufaransa, kasoro mataifa ambayo yameenda kinyume nacho ambayo ni wapi? Ni mwajemi. Ndio maana kulikuwa kuna mapinduzi ndo, na ndio maana siku zote kuna migogoro, lakini haya mataifa mengine yote ambayo yaliundwa kwenye Sykes-Picot agreement na mpaka leo wanafata masharti, hujasikia kuna shida yoyote, kwa sababu they play. Na muasisi wa Saudi Arabia aliandika barua ambayo nimeiweka ushahidi kwenye channel yangu ya YouTube ya DJ Smart 55 katika huu mgogoro, alisema, Uingereza, mimi nimeridhia Palestina, mumpe yote unaitaka, na sitoingilia wala sitodhubutu kunani miaka elfu moja na sita enda kiume kinyume na maamrisho au maelekezo ya Uingereza. Barua hiyo ipo. Ndio maana tangia mgogoro unaanza nikasema Saudi hatotia mguu pale, hatosaidia. Wala nchi za Kiarabu hakuna anasaidia. Umeona? Kuna watu Spain kule ambao hata si Waislamu, si Waarabu, wamejitolea kusaidia. Au wengine kazi yao ni kuongea ongea tu. Umeona? Lakini wana ushirikiano mkubwa sana na Zionism. Kwa hiyo pale Middle East kuna kitu kinaitwa the Muslim Arab Zionism, kuna uzayuni wa kiislamu ya Kiarabu. Ndo maana unakuta hawana msaada wowote, na ndo maana unakuta wanashirikiana nao. Yes, na wanashirikiana, na wanafanya biashara kubwa sana kati ya taifa la bluu na UAE na Saudia na Qatar na hizi nchi zingine. Kwa hiyo ukishaelewa kwamba kuna kitu kinaitwa the Muslim Arab Zionism, utaelewa kwamba hakuna chochote cha maana pale wamba ni hawa ni Mwajemi na miyemen. Na actually, Mtume sawasama alisha tabiri akasema, alimani yamani walhikmati yamani na kuna riwaya na kwenye riwaya nyingine uh. Kwa hiyo uh, alishawatabiri na actually katika uh, moja dua zake, allahumma barik lana fi shamina wa yamanina kwamba Mwenyezi Mungu ibariki shamu yetu, mm. na Yemen yetu. Mm. Kwa hiyo zile sham ambayo ndo Syria na kwingineke kule. Ndio maana unakuta mpaka leo Syria imeweza kuwa okay, pamoja na kuna kuna viongozi ambao wanafanya uovu na vitu kama hivyo, mm. lakini sio vibaraka kama vibaraka wa hizi haya mataifa mengine. Yeah. Yes. Kwa hiyo kuna mataifa mengine ambayo mm. kama Syria mm. walikuwa na kiongozi ambayo ni dhalimu, mm. kafanya mabaya mm. na mengineyo. Lakini hawajawa vibaraka wa Mzayuni hmm. na mataifa mengine ya Ulaya na Uingereza ambayo ndio yameweka vibaraka wao pale wafanye kazi. Ukiangalia nchi zote ambazo zina migogoro ni Yemen, mwajemi Syria. Umeona kwa sababu zile zishatabiriwa. umeona eh? And of course kuna Constantinople pia imetabiriwa, lakini hawa wengine hawa uh, nashukuru sana. Sasa za mwisho kwa sababu zinahusiana na hii. Kuna okay, point za muhimu sana kubomolewa Masjid Aqsa. So ukishaelewa upande wa kieschatology, alafu nikakwambia pia huku kuna Islamic, uh, Arabic Zionism ambayo ipo, sio kwamba ni Waarabu wote wala Waislamu wa wote, isipokuwa wale viongozi waliowekwa. Na ndio maana Albert Pike alisema wataeka agentur wao, wataeka maagenti wao. Kwa hiyo sasa, ukishaelewa hii, tunarudi sasa kwenye huu mgogoro wa Israel, wa, wa taifa la blue na Mwajemi. Kuna kafara ambayo inatakiwa ifanyike ambayo ni Red Heifer, ndoma, ngoma, ndama mwekundu tayari imeshafanyika na ameshachinjwa na ameshafanyiwa kafara, imeshakamilika kinachotakiwa ni kitu gani? Ni kujenga hekalu la tatu. Hayo ni maandalizi ya mwisho kabisa ya ujio wa masihi wao ambao wanamtegemea. Sasa hivi vita vinavyokuja, raundi tu usishangae, si zimepigwa hivi, taifa la bluu akashambulia kwa mzinga msikiti wa Aksa akaubomoa, alafu akasema aliyeshambuliwa msikiti wa Aksa ni Mwajemi, umeelewa? Kwa hiyo kitakachotokea kitu gani? hizi nchi za Kiarabu na za Kiislamu zitamgeuka uh, Mwajemi na kuona wewe, kwa vile we ni Shia umebomoa msikiti wa Aksa na kuleta mgogoro. Kwa hiyo itaibua tena mtafaruku wa hizi nchi zote ziingie kwenye, wakati wanavurugana wao na huku uh, al Aksa ishavunjwa By the time wanamaliza wote watakuwa wamedhoofika. Kwa hiyo ile plani ya the greater Israel, nani anajimegea eneo lake kubwa kirahisi mzee, kwa ile from the river to the sea. Uh, taifa la blue anajibenyia eneo lake kirahisi, kama alivyofanya kwa Siria baada ya kuanguka Bashara al-Assad. Umeona alivyojibekea ka, kamega Golan Heights, kasogea tena, kuna milima mingine kamega, uh, kuna maeneo kachukua, kwa sababu ilikuwa hamna tena uh, raisi na aliyekuwepo pale ni mtu wao Asharah Muhamed Ashara, au Ajolani ni mtu wao, umeona kwahiyo hii yote inakuja kwenye uh, eskatology. Kwahiyo huende hivi vita usishangae ndo ikabomolewa, na kadri tunavyoongea ule msikiti unahitaji kuguswa kidogo tu ukolaps, kwa sababu chini wamechimba mahandaki tunnel, ya kudestabilize. Na juzi uh, wana viongozi zaidi ya mia mbili hamsini wa kutoka Marekani walienda uh, katika taifa la blue. Walipofika pale wakazungushwa, na moja ya sehemu walipita kwenye hizo tunnel, mm -hmm. Na wenyewe wakawa wanachimba wana, wana hata waziri wa mambo ya nje uh, Rubio pia alitembelea akachimba hiyo tunnel kidogo, ni muendelezo wa kuchimba. Kuna kitu kinaitwa the Temple Mount Foundation, imeshaandaa kila kinachotakiwa kwa sababu ya ujenzi wa hekalu la tatu. Umeona, kwa hiyo upande wa eschatology ndio ile, tukirudi wale kina Jesuit twale umeona, kina Freemason na nani ambao ndo wanachezesha mchezo. Wanawahitaji wa Israeli au Wayahudi wakusanyike, wapigane vita ili wazidiwe alafu Mungu, kwa sababu imeandikwa kwenye uh, Bibilia Mungu ashuke kuwasaidia na Yesu ashuke. Sasa hapa nimalizie kwenye pointi moja ya muhimu sana. Sasa hivi unaona anachokifanya Israeli sikionekana na dunia nzima anavyoua watoto anavyoua mahospitali nini, nini, unaona ile sio bahati mbaya, ile ni by design, wameitengeneza kwa sababu gani? Kuzidisha chuki dhidi ya taifa lao. Ndo maana sasa hivi utasikia bana, sijui watalii fulani waki taifa la bluu wameenda sehemu fulani, wamefukuzwa, wamekataliwa kuhudumiwa. Nchi zingine zote zimeanza kutengeneza chuki dhidi ya hawa na nadhani umeona maandamano Uingereza wapi? Ile imetengeneza makusudi, ili kutimiza maandiko. Maandiko yanatakaje? Wayahudi wote wakutanika sehemu moja, wawe kitu kimoja, ili waweze kupigana sasa vita vikuu, ambao ni malhama au magedo. Kwa hivyo, hizi fijisu zinazofanywa katika hizi nchi ni za kuilazimisha wale Wayahudi walioko katika nchi zingine warudi huku, na hii sio mara ya kwanza walikuwa wanayafanya uh, Iraq. Unajua Wayahudi wako wengi sana Iraq, Yemen wako wengi sana Iran, kuna Wayahudi wengi sana pale, umeona uh, Syria, uh, Egypt, Morocco, ukote kuna Wayahudi wengi wengi, na wana, wanaishi pale kwa zaidi ya miaka elfu moja na wanaishi kwa amani sana. Walijaribu kuwashawishi waje Israeli ambayo ni eneo ambayo wamelikalia la kuchukuliwa Palestina, wale wakagoma. Walichokifanya, wana makundi yao ya kigaidi ambayo ni Irkut na Hagana, walikuwa wanaenda Iraq, wanashambulia Wayahudi, alafu wanaambia, nyinyi mnaona hamutakiwi hapa, inatakiwa mrudi huku. Umeona, natakiwa mrudi huku. Kwa hiyo ilipelekea wengi wakaanza kurudi. Hata kuna movie inaitwa Jahid ambayo ilikuwa ni ya kuhamisha Wayahudi kutoka Uh, Ethiopia. Umeona Uh, inaitwa no hotel nini, jina limenitoka, kutoka Ethiopia kwenda kurudi Israeli. Kwa hii migogoro ambayo ipo sasa hivi ni ya kusababisha chuki ili Jews warudi pale wote wawe kitu kimoja, alafu wapambane kwa pamoja dhidi ya hivyo viti, ndo tunapoelekea. Kwa hiyo upande wa eschatology, hiyo ni layer ya ambayo ya juu zaidi tofauti na ambayo tumekuwa tunaiongelea kwa kawaida yes. Sasa.